Namaste, mimi ni daktari Shamla Devi, mimi ni mshauri mwandamizi wa tabia na maendeleo, nafanya kazi katika hospitali ya watoto ya Apollo huko Chennai. Nataka tu kuzungumzia kwa kifupi kuhusu ugonjwa wa wigo wa usonji. Kimsingi sasa hivi watoto wenye usonji huonekana kawaida, hawatambuliki mara tu wanapozaliwa. Wao baadaye wakiwa na umri wa takriban miaka miwili, mara nyingi hutambulika na wazazi, shule na ndugu wengine. Wanaonyesha kuchelewa kuzungumza, hawamwiti mama papa, ni hawana uo kuwasiliana na watoto wengine, huwa wanajitenga zaidi na kujishughulisha na wao wenyewe na pia huwa na msisimko mwingi huwa na msisimko mwingi, maana yake hawawezi kukaa sehemu moja, watakuwa wanazunguka huku na kule, wakikimbia nyumba nzima. Hivyo aina hiyo ya usumbufu wa kuwa na msisimko mwingi wanayo, na huwa wanaishi kwenye dunia yao wenyewe, kama vile wanacheza na gari muda wote, juu ya rafu za jikoni au juu ya meza, wanazunguka tu na magari yao Hivyo watoto hawa wana aina fulani ya kupenda kitu kupita kiasi. Watoto wenye usonji huwa na tabia hii na hawa ndio watoto wanaopaswa kutambulika mapema. Kadri utambuzi unavyofanyika mapema, ndivyo matibabu yanavyokuwa bora zaidi, kwa sababu kama watatambuliwa wakiwa na umri wa miaka miwili, chini ya miaka mitatu, mtoto anaweza kufundishwa, anaweza kufunzwa na anaweza kufikia kiwango cha watoto wa kawaida, angalau kwa asilimia tisini hadi tisini na tano. Hivyo ni muhimu sana sana kuzingatia dalili za tahadhari za usonji kama vile mtoto kutokuchangamana na wazazi, kutokuita mama au baba akiwa na umri wa miaka miwili, kujitenga, kutokuchangamana na watoto wengine, kuwa na hasira kirahisi, tabia za kulia au kugombana mara kwa mara na kuwa na uchangamfu kupita kiasi. Mara nyingi watoto wanapokuja kwetu katika hospitali ya watoto ya Apollo, tunazungumza na wazazi kwa uwazi kabisa. Tunaelewa historia na kufanya uchunguzi kamili wa mtoto. Pia tunazungumza na mtoto. Tunafanya tathmini kamili na kisha tunashirikiana na wataalamu wengine wa fani mbalimbali. Kwa kawaida tunatumia mbinu ya ushirikiano wa fani mbalimbali ambapo tunakuwa na mtaalamu wa hotuba atakayepima maendeleo ya hotuba na kukuambia ni kwa kiasi gani mtoto amechelewa kuzungumza na mambo yanayopaswa kufanywa. Pia tunakuwa na mtaalamu wa tiba ya kazi atakayewasaidia watoto wenye msisimko mwingi. Jinsi ya kupunguza msisimko huo na kuboresha ulinganifu wa mikono na ujuzi wa kutumia mikono kwa ustadi mdogo. Hivyo basi wataalamu wa tiba ya kazi wapo hapa na pia tunaye mwanasaikolojia wa elimu ambaye atasaidia katika masuala ya elimu ya mtoto na kutushauri ni njia gani bora ya kuwasaidia watoto wa aina hii kielimu. Kwa hiyo tunatumia mbinu ya ushirikiano wa fani mbalimbali na tunafanya vipimo vya kusikia ili kujua kama mtoto anasikia vizuri au la. Baada ya kufanya tathmini sahihi, hakuna kipimo maalum cha kitabibu kinachoweza kutoa utambuzi moja kwa moja. Kwa mfano ukifanya kipimo hiki kama mtoto ana homa tunaangalia kipima joto na kusema kwamba ni kamare, lakini kwa autism hakuna kipimo maalum, tunatathmini tu eh. Hali hii ipo kila mahali mtoto anapokwenda, hivyo ni tathmini ya pande zote, tathmini ya nyuzi 360. Tunayo mizani ya kupima ambapo tunaweza kukuambia kuhusu kiwango cha corners na pia kiwango cha autism, jinsi ilivyo kali na kama ikihitajika, tunafanya vipimo vingine ili kuondoa uwezekano wa matatizo mengine kama vile matatizo ya tezi ya thyroid na mambo mengine kama hayo. Hivyo hii ndiyo tathmini tunayofanya, na kisha tunawapa mpango wa usimamizi ulio wazi. Sasa ni aina gani ya mpango wa usimamizi tunaochukua kwa watoto wetu wenye autism? Tunatoa dawa, inategemea na mahitaji ya mtoto. Jambo la pili, tunajadili pia kuhusu shule. Mtazamo wa zamani ulikuwa unasema shule maalum ni bora, lakini siku hizi mtazamo wa sasa ni kwamba watoto wanapaswa kuwekwa kwenye shule za kawaida, kujaribu kwanza kwenye shule za kawaida kama hawawezi kuendana na shule ya kawaida, unaweza kuwaweka kwenye shule maalum, au unaweza kuchanganya, kama vile asubuhi kwenye shule maalum, mchana kwenye shule ya kawaida, au siku moja kwenye shule maalum, siku nyingine kwenye shule ya kawaida. Hiyo njia ya kubadilisha siku pia unaweza kutumia Nambali. Na mbali na masuala ya shule, tunapaswa kuhakikisha mtoto anakuwa na shughuli nyingi siku nzima. Tunapaswa kuwapa shughuli za kufanya, unapaswa kuwahusisha, kuwapeleka kwa wataalamu wa tiba katika maeneo yao, kama vile mtaalamu wa hotuba, mtaalamu wa tiba ya ufundi stadi. Tuna mwalimu maalum ambaye atamsaidia mtoto jinsi ya kusoma, jinsi ya kujifunza, na pia tuna mtaalamu wa tabia ambaye atakusaidia na watoto wenye hasira au matatizo ya tabia. Hivyo hili ni muhimu sana sana. Kwa hiyo tunapaswa kufanya tiba na matibabu, na tunafanya ufuatiliaji wa mara kwa mara, kwa sababu unapokuja kwa mtoto mwenye usonji, tunazungumzia angalau miaka mitatu ya matibabu ili waweze kupata nafuu. Wakifuata ushauri wetu, kwa kawaida asilimia tisini hadi tisini na tano ya watoto watakuwa karibu na hali ya kawaida. Kama mzazi, wazazi wengi wa wagonjwa huja na kuuliza, kwa nini mimi? Kwa nini mtoto wangu ana usonji? Daino, tunasema Mungu huchagua wazazi wazuri wa kuwalea watoto hawa nae. Eh, nie, Autism sio dhambi au sio kosa lachu. Wazazi pia sio kwamba hawajui jinsi ya kukuza. Uh, unajua jinsi ya kumlea mtoto, si kosa lao. Kwa hiyo sitaki mzazi apate msongo wa mawazo, na si kosa lenu kuto kujua mbinu za malezi, hivyo nataka eh. Eh, tupo hapa hospitali ya Apollo. Hospitali ya watoto ipo ili kuwapa msaada na tutawajali vizuri sana. Asanteni.